Naitwa Sada Mohamed, nasoma kidato cha pili cha form 2A. Swali langu ni hivi, kwani mwalimu akitoka huko na hasira zake akakupiga huo ni unyanyasaji wa kijinsia? Unapomheshimu baba wako nyumbani, vile vile umheshimu na mwalimu. Wapi? Mwalimu ndio mlezi wako, yani unakaa na mwalimu masaa mengi kuliko na baba wako nyumbani, si ndiyo? Hivyo kwanzia asubuhi, umekuja hapa saa ngapi? unaondoka saa ngapi? Saa kumi. Umekaa masaa so zaidi ya ngapi? ya kumi, si ndio? Yeah. ukifika nyumbani tu muda mfupi, ukishakula chakula cha usiku baba ameenda kulala, si ndio? Ina maana umekaa na baba yako au na mama yako au na mlezi muda mfupi, nani? Kwa hiyo mwalimu ni mlezi, na na imani, mwalimu akikuchapa hawezi kuchapa tu ovyo hapo akakunyanyasa. Unajua, nikikwambia ukatili, maana yake ni kile kitendo ambacho kinafanyika kinyume na nini na sheria, lakini anapokuchapa yuko ndani ya nini? Kwa hiyo sheria imekatiza aina yote ya ukandamizaji kwa watoto. Unakuta mtu mwingine anampiga mtoto mpaka anamchoma nafasi eh? Anam, mtoto kachukua shilingi 50 labda kaenda kununua penseli, anampiga mpaka mtoto anamjeruhi nini, ndio huo unaitwa ukatili. Sio zile fimbo za kawaida, umechapa fimbo mbili umecheea kurudi nyumbani, huo sio nini ukatili. tumeelewana eh? Hey, kwa hiyo na wewe ambaye ni mkorofi fom 1, form mwwe na nizamu kwa walimu, mtu wenye niamuaga achakuchapa ovyo. Kwa hivo hey, kwahiyo na nao imekinga watzidi ya nini ya ukatili, vitendo vya ukatili. Kuchapa fimbo sio ukatili, ni unarudishwa kwenye mstari wa nini wa nizamu. Lakini pia kosa jingine ambalo limetajwa hapa ni mtu yoyote kumshawishi mtoto, sawa ushiriki au kufanya nini kutumia mifumo ya kompyuta kumshawishi mtoto kushiriki katika kufanya vitendo vya nini vya kuvunja maadili. Mtu amekaa pale anachukua snema au kwa simu yake anaweka picha za ovyoovyo, baadaye anamwingilia mtoto. Hiyo pia imefanyaje? imekatazwa na sheria. Tumeelewanaina eh? Anaitwa Stanley, nasoma kidato chapili s <laughs> Swala so, langu nauliza mtu mzima ausiwa kuangalia ngono ni adhabu gani? Haijahalalishwa kwa mwanafunzi, yaani akifanyiwa huo ni ukatili. Sasa kwenye sheria hiyo ya mtoto kuna makosa ambayo yametajwa ambayo mtu akiyafanya atawajibika kupata kifungo, faini au vyote. Kosa moja hapa ambao limetajwa ni e, kufanya vitendo vya kurekodi zile picha za ngono kwa watoto kutumia teknolojia sawa. Unakua eh, mtu anarekodi watoto wanafanya vitendo vichafu, vitendo mnajua, watu vitendo vya ngono, ambaye ajui nani wote <laughs> mnajua, si ndio? Wao hujui, nitakuja baria, tutakuelimisha. Kwa hiyo sasa, kutumia simu zetu au kutumia kompyuta zetu, mtu anarekodi vile vitendo, baadaye anarusha wapi? Kwenye mtandao. Amemrekodi mtoto au amemshawishi, kwenye majumba haya ya kuonyesha video, haya mnasema mnaenda kuangalia mpira, kumbe mle ndani watu hawaweki mpira, wanaweka zile picha chafu. Kwa ajili ya nini? Ya watoto, ikiwemo na nyinyi. Sasa mnaenda kwenye majumba, mnaenda kufanyaje kuangalia picha ambazo hazistahili, ziko kinyume na nini. Hilo ni kosa kwako wewe, unaenda kuangalia, lakini pia kwa yule ambaye anakiye kibanda umiza, anatumia vibaya kuonyesha nini? Watoto picha za nini, picha za au wanaita picha za nini, chafu au picha za ngono. Hilo ni kosa, tukikukuta wewe mwanafunzi, utawajibika kwa mujibu wa sheria hiyo, lakini pia sheria ya makosa ya kimtandao itakubana pia. Kwa wadogo zangu, watoto zangu kule kwenye vibanda umiza akufai, tumeelewana achana mambo eh? Uga Manchester kumbe, kuna mambo kufanyaje, kufanya mambo ya wageni wengine, mna wageni wakija, kama ni mgeni wa kike anana wa kike, kama ni wa kiume ana wa nini, sasa kule ndio mambo yanakuwa mabovu, tumeelewana eh? Kule ambako unalazwa na mgeni mgeni mwingine hana maadili Baba amemwamini mgeni, amemlaa na kijana kule ndani au na binti kule ndani. Usiku anaanza kushawishi, usiku anaanza kukushikashika, anakunyanyasa kingono, au anakuonyesha picha chafu kwenye simu yake, au kama na laptop au ana kompyuta anakuonyesha. Kwa wewe kama mtoto ambaye ni mwanafunzi, unatakiwa ukatae na utoe nini taarifa. Ndio maana sheria zimewekwa hivi, walinde nyie watoto. Unaweza kaa, sio wewe mdogo wako nyumbani au jirani yako au mtu yoyote ambaye unamwona huyu ni mtoto anafanyiwa matendo ya nini, ukatiwa kupitia mifumo ya nini ya kompyuta, toeni taarifa, msikae nini kimya. Tumeelewana eh? Usije kuona mimi, mbona ni mkubwa, niko form 2. Mwangalie mwenzako amba yuko darasa la sita, mtoto yuko darasa la tano je, akifanyishi kitendo atakuwaje? Si ndio hivyo, tunafundishwa upendo kwenye nchi yetu, mpende jirani yako mpende mwenzio kama unavyojipenda wewe nafsi yako tumeelewana, hey. Kwa majina naitwa Brightness Raymond nasema kidato cha pili a. kwa upande wangu, ningesema kushukuru tume kuja hapa siku ya leo kwa sababu tumepata kuelimika vikubwa kwa, kwa pamoja na wanafunzi waliokuja kuuliza maswali hapa wameweza kujibiwa kwa ufasaha. Natumaini wote yote tumeelewa. Tunaweza kusema asante kwa sababu wameweza kutusaidia kupata elimu juu ya haki zetu na sheria zilizopo ziz, hapa shuleni na mambo mengine pia. Asante.